Lugano Kusiluka ni makamu mkuu wa chuo kikuu cha Dodoma. Leo tuko katika kampasi ya chuo kikuu cha Dodoma iliyopo kwa ni Njombe na mjini Njombe, ambayo inajengwa kwa ufadhili wa mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi, ambao ni mradi ambao serikali iliamua kufanya maboresho makubwa ya miundombinu katika vyuo vikuu vya umma nchini Tanzania na mojawapo ya maboresho hayo ni kuhakikisha kwamba kila chuo kikuu cha umma nchini Tanzania kina kampasi nyingine katika mikoa ambayo ilikuwa haina vyuo vikuu. Na bahati nzuri, sisi chuo kikuu cha Dodoma tulipewa fursa ambayo ni fursa nzuri na adimu ya kujenga kampasi ya chuo kikuu cha Dodoma hapa mjini Njombe. Na uh, mshauri mwelekezi wetu anaitwa YNP Architects wa muda mrefu anajulikana nchini hapa, na mkandarasi jengo mbalimbali ikiwa ni pamoja, kwanza kuna jengo la utawala, kuna jengo la taaluma, kuna maabara pamoja na karakana, kuna cafeteria, kuna hostel za wanafunzi, kuna dispensary. Na hii ni awamu ya kwanza ya mradi huu, na tunategemea kwamba kufika mwezi Mei kama ambavyo tumekubaliana na mkandarasi na mshauri mwelekezi kwamba mradi huu utatakiwa kuwa tayari, na leo tuko hapa Njombe ikiwa ni sehemu ya kuendelea kukagua maendeleo ambayo yamefanyika kwenye ujenzi wa mradi huu kwa ujumla. Uh, tunayo imani kwamba mradi utakamilika ndani ya muda, kwa sababu miundombinu mingi ambayo inajengwa iko zaidi ya asilimia hamsini na tano kwenda sitini na tunadhani ni hatua ambayo inaridhisha kwa sasa, tukilinganisha pia na miundo mbinu sehemu nyingine. Bahati nzuri ni kwamba mkandarasi na mshauri mwelekezi ambao wanashughulikia majengo katika kampasi hii e, tunao tena pale kampasi kuu ambako kuna majengo kwa ajili ya madarasa, ni majengo makubwa pia, na hatua ambayo imefikiwa ni ya kuridhisha na kwa sababu hiyo tuna imani kwamba hata hapa tuta option. E, hatuna kuchagua kwa sababu miradi hii ambayo serikali imefadhili kupitia support ya wa... dawa maendeleo ikiwa ni Benki ya Dunia ni kwamba lazima iwe imekamilika kabla ya mwisho wa mwezi wa sita, na baada ya hapo kutakuwa kuna yale nyingine ambayo itatolewa kwa ajili ya mradi huu na kwa sababu hiyo toka tunaanza kila mmoja aliambiwa kwa msisitizo kwamba kama umeingia kwenye kushughulikia mradi huu ikiwa ni pamoja na sisi kama chuo kikuu cha Dodoma alafu mshauri welekezi pamoja na mkandarasi kwamba ni lazima miundombinu hii ikamilike kabla ya mwisho wa mwezi Juni na tumejipanga kufanya hivyo. Tayari sisi tumeshaanza kununua vifaa kwa ajili ya matumizi katika kampasi hii eh, tayari magodoro tumeshanunua, tayari tumeshaweka oda ambayo iko katika hatua za mwisho kwa ajili ya uh, samani za kwenye madarasa za kwenye hostel za kwenye jengo la utawala, na tunafuatilia vinaendelea vizuri. Kwa hiyo tuna imani kwamba mradi utakamilika ndani ya muda, na mojawapo ya mazungumzo ambayo tumekuwa tunayafanya sasa ni kutoa maelekezo kwa mshauri mwelekezi pamoja na mkandarasi. Tutakiwe kupoteza hizi fedha, kwa sababu tukifika mwisho wa mwezi Juni, maana ni kwamba kutakuwa na fedha nyingine na serikali yetu ambayo ilifanya kazi kubwa ya kupata hizi fedha nadhani haitatuelewa sisi wote na mimi kama makamu mkuu wa chuo, nafikiri ndio nitakuwa wa kwanza kuhojiwa, na nitamani nisihojiwe, na watu wangu wote wanajua kwamba sitamani kuhojiwa kwa sababu hiyo, kwa sababu uwezo tunao na hatuna sababu ya kushindwa. Kwa sababu muda mrefu tumekuwa tukitafuta rasilimali na rasilimali hizo serikali imeziona na ikatuletea fedha za kutosha kwa ajili ya kumaliza kila mradi, na kwa sababu hiyo ni lazima tumalize. Hatuna sababu ya kutomaliza, kwa hiyo mimi nina imani na tunaendelea kufuatiliana na wakandarasi na mshauri mwelekezi ili tumalize hii miradi ndani ya muda. Kwa muda mrefu, uh, wakandarasi wa wazawa wamekuwa wakilalamika kwamba hakuna miradi ya kutekeleza, na serikali ilijua hiyo na ikasema kwamba sawa, sasa sisi tunaleta fedha na miradi watumie. Hizo fursa imeendelea kuongezeka, na serikali imeliona hivyo na hilo, na haya yote ni matayarisho kwa ajili ya kuhakikisha kwamba vijana wa Kitanzania wanapata elimu kwa ukaribu zaidi, na ambao mmekuwa mkifuatilia, na imani wote tumekuwa tunafuatilia. Aa, hata katika bunge lililopita kulikuwa na kelele nyingi kuhusu Uh, fursa za elimu kuwa karibu na wananchi sehemu mbalimbali, na kwa kweli tunaipongeza serikali uh, kwa ku, kuelewa na kusikia uh, maoni ya wawakilishi wa wananchi wa Tanzania na ikatafuta fedha kwa ajili ya hiyo. Kwa hiyo tunaimani kwamba vijana wetu watapata urahisi zaidi wa kupata elimu na jambo jingine ni kwamba kila mahali ambapo miradi hii ndani, miradi ya miundombinu imejengwa ndani ya mradi huu aa, aa, aina ya programu zinazoendeshwa zinatakiwa ziakisi shughuli za kiuchumi na kijamii katika maeneo husika. Na sisi huku Njombe, kama mnavyofahamu, huu ni ukanda wa kilimo aa, sasa hivi kilimo cha maparachichi au dhahabu ya kijani iko juu sana uku Njombe na ukanda wa nyanda za juu kusini kwa ujumla wake. Mnaona hapa tumezungukwa na misitu hii, nayo ni rasilimali kubwa. Lakini mazao mengine ya kilimo yako uku Njombe, na kwa hiyo tunatamani kuona kwamba sio kilimo tu lakini kilimo biashara ndio msingi. Nchi hii imeonyesha uwezo wa kuzalisha chakula zaidi ya mahitaji na kuziuzi, kuziuzia nchi jirani, na tunatamani kwamba kwenye eneo hilo tusirudi nyuma hata kidogo, lakini pia mkoa wa Njombe na mikoa ya jirani kuna shughuli zingine ambazo zinafanyika ikiwa pamoja na uchimbaji wa madini, kwa mfano aa, wilaya Udewa, ya Rudewa ambayo ni sehemu ya mkoa wa Njombe kuna Uh, madini kuna makaa ya mawe, kuna madini ya chuma, na taarifa ambazo zimezipata kutoka uongozi wa mkoa ni kwamba wawekezaji kwenye maeneo hayo wame, wamepatikana. uh, katika program ambazo tutaziwasilisha kesho kwenye kamati ya ushauri ya maendeleo ya mkoa ni pamoja na program ambazo zitatoa wataalam katika ngazi ya uh, ambao wamejifunza mafunzo ya amali ili waweze kuhudumia viwanda vya madini, viwanda vya makaa ya mawe. Tunatamani vijana walioko ukanda huu na vijana wengine wa Kitanzania kita wasiendelee kulalamika kwamba kazi hazipo. Kwa hiyo aina ya programu ambayo tunataka kuzianza katika kampasi hii ni zile ambazo zitawafanya vijana wawe na kazi za kufanya kwenye kilimo, kwenye misitu, kwenye uvuvi, kwa sababu mnafahamu tuna ziwa Nyasa na sehemu kubwa ya ziwa Nyasa iko ndani ya mkoa wa Njombe, na tunatamani kuwe na matumizi mazuri ya rasilimali za maji ikiwa ni pamoja na samaki. Kusema ukweli, ukilinganisha na ziwa labda Victoria na ziwa Tanganyika, bado ziwa Nyasa nafikiri hatuzachukua zile rasilimali zake vizuri, na tunatamani kwamba uzoefu ulioko ndani ya nchi kwa mfano mnafahamu kwamba ziwa Victoria Tanzania ina uh, tunajua vijana wengi sasa hivi wanatumia sana mtandao. Tunatamani mtandao huu wanaotumia utumike zaidi kwenye kuboresha hali zao za maisha na uchumi wa maeneo haya, lakini na uchumi wa wananchi kwa ujumla. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuipongeza sana serikali yetu kwa kazi kubwa ambayo wanaifanya, na sisi ambao tuko kwenye vyuo vikuu kwa muda mrefu tunaona kwamba uwekezaji huu ni mkubwa na unatija sana, kwa maana ya kuhakikisha kwamba vijana wa Kitanzania hawakosi fursa za kusoma, na kwa hiyo wanashiriki kwenye maendeleo ya nchi yao. Lakini pamoja na masomo yale ya darasani, watu watapata diploma, na tutakuwa na programu nyingi zaidi za diploma, alafu baadaye tutaendelea kuingiza za digrii uh, kulingana na mahitaji uh, tunatamani hata wale ambao hatakuwa na nafasi ya kukaa kwenye darasa wakitaka kupata diploma katika maeneo ambayo uongozi uh, wa mkoa na wananchi wataonyesha kwamba wana mahitaji, tunatengeneza kozi fupi ili waweze pia kujifunza. Kwa hiyo, kwa majina naitwa Dickson Mwipopo mkurugenzi wa Dimeto Kasarili Hope Limited. Uh, ni kweli kama maswali ambayo nimeulizwa hapo Uh, mradi wetu unatoka kukamilika tarehe thelathini mwezi wa tano, na mimi ni wahakikishie uh, majengo yote tarehe thelathini mwezi wa tano yatakamilika kama mkataba unavyosema. Na ni nini tunataka tufanye ili tufikie kwenye hilo lengo uh, tunataka tufikie kwenye hilo lengo? Tutaweka manpower kubwa, kwa maana ya kufanya kazi usiku na mchana, ili mwisho wa siku tuweze kufikia target ambayo tuko nyuma na hili ni watoe wasiwasi, waandishi wa habari. Mimi kama mzawa sitaki kuwafelisha, hili ni la kwetu na ni lazima tulifanye, kwa sababu ni manufaa kwa ajili ya familia zetu na kwa ajili ya Watanzania wote <coughs> matatizo kama hayo yaliyotokea, kuna wakati unajua, mchanga hapa sisi tunachukua Makambako, kilomita sabini na nane kwenda tukuru kwenda na kurudi, kilomita mia moja na sitini na kitu. Lakini wakati huo nondo nini, kokoto tunachukua Iringa Isimani, ambao um, almost kilomita mia tatu na kitu. Lakini hayo mara ya kwanza hatukuwa tumeingiza tume kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye, uh, mpango kazi. Tulijua tutapata kwenye huu mkoa, kwa sababu ni mkoa wa Njombe ni mkubwa, lakini mwisho wa siku hatukupata. Lakini sasa kwa sababu tumeshajua hivi vitu vinapatikana wapi nina imani hivyo vinatoa sasa ile delay ya, ya ufanyaji wa kazi. Ninafikiri ni swali lako uh, madam, ninakubali, inawezekana wakati fulani, kwa sababu uh, sio muda wote unakuwepo site, na ukiwepo hapa site kila siku, kuna wakati inawezekana unaweza hata usiwalipe mishahara, kwa sababu unaweza kadelay kazi huko pia usipate malipo na watu wasipate mishahara kwa wakati mwingine, tunatafuta njia nyingine ya kutafuta pesa ili kwa ajili ya kudeliver kwenye kwenye vika vimefungwa hilo pia na lenyewe limekuwa ya, ya, ya mimi, ni tatizo lakini akaniuliza hapa ishu ya wafanyakazi. Mimi ni wasi tu vijana wenzangu, tukipewa fursa tuzitumie, lakini tukipewa kazi tufanye. Tumekuwa wavivu kidogo. Tunajifunza tunapokuwa tunatembea kwenda kwenye nchi za wenzetu wenzetu, tunaona wanavyofanya kazi, wanafanya kazi usiku na mchana na hawa hawa ina muda wa kupoteza, lakini sisi tuna muda mwingi sana wa kupoteza na tuna muda mwingi sana wa kulalamika. Lakini ajira zipo hizi, hizi ajira ambazo serikali wametupa ndio ajira zinazofaa na ndio ajira hizi. Sasa wewe unataka tu kwa sababu injini unataka kuajiriwe uende kule ukafanye kazi, lakini hutaki kufanya kazi huku kwa watu binafsi, wakati na wao wanalipa. Kwa hiyo tuone hii pia ni fursa kwa vijana wenzetu, lakini ukipata fursa pia itumie, itumie. Kwa nini shinda kazini panga progress zako vizuri lakini, pale ambapo unaona kabisa tunaweza unataka kuanguka, panga vizuri zaidi uweze ku kumuvu kwenda mbele. Tusirudi nyuma, tuangalie mbele, ili mwisho wa siku kama Watanzania tuonekane tunaweza. Na mimi bado niendelee kusema vijana wa Kitanzania tunaweza tukiamua, kama mimi nishaamua na naamini naweza. Tarehe thelathini mwezi wa tano nitajitahidi hapa nitakuwa nimemaliza hizi kazi. Ishu ya bati ni kweli, inaweza ikawa inaleta shida, lakini bati haizuii mimi kuendelea na kazi nyingine. Bati inazuia tu kuendelea kama na skimming au rangi lakini ninaamini kwa maelekezo ambayo nimepewa na viongozi leo, na mimi nitajitahidi sasa kwenda kufuatilia kwa ukaribu na kwenda physical ili kwa ajili ya kwenda kupata bati mapema, na ni kweli hilo kidogo limekuwa ni kizungumkuti kwa sababu bati kama hizi hapa ambazo tumepiga kwenye jengo ambalo liko mbele yetu, na nafikiri zimepatikana ndani ya siku uh, 63. Kitu ambacho kimsingi ukiangalia pia nayo ni progress kubwa ambayo tumerudisha nyuma sasa ninafikiria kwenda kuweka kambi huko kwa ajili ya kupata hizo bahati. Tutaweka kijana ambaye ataweka kambi pale kwa ajili ya kupata hizo bahati mapema, lakini ni kuhakikishia tu kama vitu hivyo vitafika, kwa sababu kama aluminium ziko tayari, vioo viko tayari, uh, vifaa vya plumbing kwa maana ya upande wa maji na masingi ya vioo vyote hivyo vipo tayari. Ni kuvileta tu hapo, kwa sababu hatujapata stoo, lakini viko stoo pale kiba. Kwa naamini ninavyosema, tutamaliza muda wa mradi huu kwa wakati kama mkataba unavyosema Naamini kwa sababu vifaa vipo vingi, kasoro tu hizo bado ambazo tunategemea kuzichukua kwa mtu na. kwa majina naitwa architect Amri Hussein kutoka kampuni ya YNP, Tanzania Limited ambayo ni msimamizi kiongozi katika ujenzi wa majengo ya Chuo Kikuu cha Dodoma kampasi ya Njombe ambapo mkataba wa ujenzi huu ulisainiwa tarehe kumi na mbili mwezi wa tano 2025 na muda wa ujenzi ni miezi kumi na mbili na kipindi cha uangalizi cha miezi kumi na mbili pia, ambapo kimkataba mkandarasi anatakiwa kumaliza mradi huu tarehe sita mwezi wa tano. Uh, kama tulivyozunguka, tuweza kuona progress ya majengo ambayo yanajengwa ambayo jumla yake ni majengo sita kwa ujumla yakiwa kwenye progress tofauti tofauti, lakini anacheza kwenye asilimia hamsini na tano mpaka sitini Uh, ukiangalia time wise. Mkandarasi upo nyuma, lakini leo hii tutakuwa na kikao kingine cha kuweza kuwekeana commitment cha kuweza kumaliza huu mradi ndani ya muda kwenye hilo eneo la commitment, kwa sababu chuo kimetuamini kama ulivyoweza kutueleza na ndivyo ilivyo, na sisi kwa upande wetu kama consultant, tuna mkataba wa huu mradi na ndio maana tutajeza tarehe, mtaje tarehe 30 mwezi wa tano, lakini anatakiwa kumaliza tarehe 26 mwezi wa tano, sio tarehe 30 hiyo tarehe thelathini labda kama atapewa extension. Na ukiangalia masharti ya dona wa mradi huu hakuna hizo extension. Na kama alivyoongea VC mwanzoni hapa ni kwamba huu mradi hautakuwa na hizo extension na masharti ya dona ni kwamba kama hatutamaliza mradi katika huu muda hizi hela hazitaweza kupatikana. Kwa hiyo tutakachokifanya sisi ni kumsimamia mkandarasi kwa ukaribu zaidi katika kipindi hiki ambacho kimebaki na katika utafiti wetu tumegundua kwamba mkandarasi ana tatizo la like kifedha. Tatizo lake lipo kwenye coordination na na timu yake, na sisi hapa site tuna watu wetu ambao wako full time. Upande wa consultant kuna resident engineer ambaye yuko full time, ambayo kusimamia ku coordinate vitu mbalimbali hapa site, lakini upande wa client tuna clock of work uchetu. Kwa hiyo kwenye kikao chetu cha kwanza tutakwenda kwa jengo moja moja, alafu tuwe na ile shade of works kwa muda ambao umebaki na tuta dedicate sasa kazi zipi zinafanyika lini huo muda, muda katika kila siku kazi zipi lazima zifanyike na ziishe vitu vyote katika jengo. Kandarasi ukiangalia time wise sasa hivi atakiwa na progress ya asilimia 80 overall Asilimia themanini yeah. Na yeye overall sasa yeah, hivi yuko kwenye asilimia hamsini na tano. Utakuta hapo kuna kama asilimia ishirini na tano maanake um, schedule ambazo tutazitengeneza ni kama recovery plans, na kwa sababu yeah, ee mwenyewe amejipanga kwenye kila jengo kuna, kuna, kuna, kuna msimamizi separate, kwa maanake vyote vinaweza vikaenda kwa pamoja, na ukiangalia kuna baadhi ya majengo hapo tayari ipo kwenye hatua finishing wale ambao walikuwa wanafanya kwenye yale majengo kwenye kazi zile zingine, wanaweza wakarudi kuweka nguvu katika yale mengine ambayo bado yapo kwenye hatua za structure na plaster na nini. Kama jengo hili tuliopo hapa manake, plaster imekamilika. Kwa hiyo mafundi hawa wanaweza wakahamia kwenye au maeneo mengine.